Kwenye hey, kurasha za miradi yayo tumeokota habari, inasema hivi, naambiwa wale vijana walilipwa. Sasa <laughs> unabisha? Ulikuwepo? Ulikuwepo? Eh, jawari eh, mwanasheria wangu amejiuzuru, kwa hiyo siwezi kusema chochote leo eh, asanteni sana ndugu watakazaka, watazaka maji eh. Alafu, kwa hiyo mimi eh, nilizulumiwa pesa yangu, na halafu na wazo kidogo, sio wazo ua na swali kidogo. Sasa kuna wale watu ambao walifata mkumbo na hawa watu ambao wamelipwa ni, ni watu wawili tofauti au ni wale wale, au mimi tu ndo sijaelewa hey? Jamani basi, aliyeelewa naomba alijibu hilo swali langu. Kuna wale vijana waliofuata mkumbo na kuna hawa vijana waliolipwa, je yeah? Ni tofauti au ndo wale wale? Naomba nijibue swali langu kumlazim